Takriban mwezi mmoja uliopita katika kipindi hiki cha Chekeche tulijadili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na namna ambavyo ilikuwa inaonekana ina mkwamo katika kufikia ndoto yake ya kupata usuluhishi wa kudumu katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Tunasema mkwamo kwa sababu kwa kuna jitihada zinazofanywa na kwa pamoja katika jumuiya mbili ya Afrika Mashariki EAC, lakini pia uh, jumuiya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC, ambao walifanya vikao kadha, kikao kimoja kimoja, kwa maana ya kila jumuiya, lakini baadaye wakafanya vikao vya pamoja, na ikaonekana bado kuna mtihani, kiasi kwamba ikionekana sasa labda ifanyike jitihada nyingine zaidi ya hapo. Siku chache tu baada ya mjadala huo tukashuhudia kitu ambacho kilionekana ni cha ghafla kwa watu wengi ambao wanafuatilia siasa za maziwa makuu, na hii ni baada ya kuonekana marais wawili kwa maana ya Rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame wakakutana kule Doha uh, kwa uwenyeji wa mwenyeji wao kiongozi wa Qatar She Tamim bin Hamad Al Thani. Ni katali hiyo hiyo tunavyozungumza hivi sasa ni mwenyeji wa mazungumzo kati ya serikali ya DRC na wapiganaji wa M23 ambao wamekuwa ni gumzo katika taifa hilo. Kulikoni Qatar? na je, Qatar ndiye mpatanishi wa kweli ama ambaye anaweza akaaminika katika mzozo huu ambao umechukua miongo mitatu nchini DRC. Mimi ni Raymond Nyemihula, karibu sana katika Chekeche na leo hii katika uchambuzi huu tunaye Lugete Musa Lugete, yeye ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Lugete karibu sana. Uh, asante sana. uko vizuri eh? Uh, namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea vizuri. Nashukuru sana kukutana naye katika awamu hii asante sana. kuna uhusiano gani kati ya Qatar na mzozo huu ambao umeonekana ni mfupa mgumu kwa wengi wa DRC katika mashariki mwa nchi hiyo. Kwanza tuna, wote tunafahamu kwamba tuko katika kipindi cha multipolar world, multipolar politics. Kwa tafsiri ya kawaida multipolar world maana yake ni kunakuwa kuna mataifa mengi yanakuwa yanashindana kiuchumi, kisiasa, kijeshi na kiintelijensia katika kulinda maslahi yake dunia nzima. Uh, kumekuwa kuna mataifa ya Mashariki ya Kati ambayo yameibuka tangu elfu mbili na tano yamekuwa yana nguvu na ushawishi mkubwa. Tunazungumza Saudi Arabia ambaye me ameshiriki ameita mazungumzo kati ya Urusi na Ukraini kujaribu kumaliza vita. Tunayo katari ambaye sasa hivi ukiangalia katika historia, katari amekuwa ni taifa ambalo limekuwa likiaminika kwenye kuleta mazungumzo pamoja kumaliza migogoro. katari amewahi kuwaleta wanamgambo wa Hamas pamoja na serikali ya Israeli kusitisha mapigano. katari mm -hmm. amewahi kuita mazungumzo ya awali kabisa ya mgogoro wa Sudani kati ya wanamgambo wa RSF na serikali ya Sudan na jeshi. katari imewahi kushiriki makubaliano ya mwaka 2020 kati ya serikali ya Marekani na wanamgambo wa Taliban baada ya Taliban kuchukua nchi. Lakini Qatar amefanya makubwa, lakini kwa hili la Kongo mm. uh, Qatar ana maslahi Kongo, Qatar ana maslahi uh, Rwanda. Ndio maana uh, mwezi Machi tulishuhudia baada ya viongozi hao wawili kukutana Luanda, Angola mm. tukashtukia jioni yake wamekutana Doha, Qatar mm. na hii ina maana gani? Kwanza tunapaswa kujua kwamba Qatar ana maslahi Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, Qatar ana maslahi Rwanda. Tuanze na Rwanda, mm-hmm. Qatar amedhamini mradi wa ujenzi mpya wa uwanja wa ndege Bugesera Rwanda, ametoa zaidi ya dola milioni tatu kwa serikali ya Rwanda huyo Qatar. Kwa hiyo Kagame akiitwa na serikali ya Qatar hawezi kukataa, hiyo namba moja. Lakini Qatar ame anahisa ile Qatar Airways, shirika la ndege la Qatar, linahisa asilimia kadhaa kwenye shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Airways. Kwa hiyo kuna ma kuna mashirikiano ya kibiashara na usafirishaji kati ya Qatar pamoja na Rwanda mm -hmm. Lakini la tatu Qatar ni mdau mkubwa wa, wa miradi ya maendeleo nchini Rwanda ikiwemo afya, elimu kupitia ile Qatar Investment Center and Foundation imekuwa ikitoa fedha nyingi kwa serikali ya Rwanda, Rwanda. Tunakwenda Kongo mm -hmm. Qatar hivi karibuni Kongo imechukua mikopo mitatu isiyo na masharti magumu kutoka kwa serikali ya Qatar kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka 2024. Na tatu, lakini pili, Katari ni mnunuzi mkubwa wa madini ya kimkakati ambayo inaitwa critical minerals kama coltan, cobalt na madini mengine ambayo yanatumika kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme na teknolojia. Lakini Katari ni mdau mkubwa wa miradi ya maendeleo ya Kongo ikiwemo kupambana na magonjwa na vitu vingine. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa serikali ya Katari chini ya Sheikh Al-Thani kuwaita viongozi hao wawili kwa mara ya kwanza, alioaita Kagame na Museveni na mara ya pili hii sasa wanakwenda serikali ya Tshisekedi pamoja na, na viongozi wa M23 kujaribu kutafuta suluhisho ya kudumu la mgogoro wa Kongo. mm -hmm. Na Qatar imefanya hivyo kwa sababu inalinda maslahi yake Kongo, lakini Qatar imeona juhudi za kikanda za Afrika hazijafua dafu tumeona Jumuiya ya Afrika Mashariki imejaribu, tumeona Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC imeshindwa, tumeona angola process Nairobi process, tuliona makubaliano ya elfu mbili na tisa yalishindikana makubaliano ya elfu mbili na kumi na mbili yalishindikana. koo na Katari natumia ushawishi wake wa kiuchumi na kidiplomasia kujaribu kuleta suluhisho la muda mfupi au la muda mrefu au suluhisho la kati la amani Kongo, kwa sababu Kongo ikiendelea kuwa na machafuko hata biashara za Qatar na uwekezaji wake utakuwa hatarini. Mm -hmm. Lakini pia nchi nyingi zinategemea kufanya biashara Kongo. Sisi wenyewe wa Tanzania, vita inayoendelea nchini Kongo imetuathiri kikubwa. Ukienda pale bandarini asilimia 65 ya mzigo unaotoka pale bandarini unakwenda Kongo kupitia ushoroba wa kati, yaani the Central Corridor of the great zone, of great zone. kwa maana ya kwamba uh, mizigo inatoka pale bandarini inakwenda Kongo, inakwenda Burundi, inakwenda Rwanda, inakwenda Uganda, nchi ambazo hazijaunganishwa na bandari hmm. Bado jumlisha majirani zetu wengine kama Zambia na Malawi. Kwa hiyo unaweza kukuta, ikiwa mamlaka ya mapato Tanzania inakusanya zaidi ya tilioni tatu na nusu kwa mwezi jua kabisa zaidi ya trilioni moja inatoka kwa mizigo inaenda ushoroba wakati wa Kongo mm, kwa hiyo tunategemea mm. Kongo iwe na amani na sisi tuweze kufanya biashara. Kwa hiyo hata serikali ya Tanzania ni mdau mkubwa wa diplomasia na amani ya Kongo. Kama Kongo ikiendelea kuwa na machafuko, tutapoteza fedha nyingi sana za biashara na kodi. Kwa hiyo tunaombea amani ipatikane Kongo, utulivu urudi mm. ili wafanyabiashara wafanye biashara wafanya Kongo, hata mabilionea ma ma wakubwa hapa Tanzania wanafai, wanaomba amani ipatikane ili waendelee kufanya biashara wakina mzee baharesa si? Na wawafanya biashara wengine wa wote ni wanufaika wa amani ya Kongo kama mm -hmm. Sababu, biashara, mm -hmm. kwa Kongo wanafanya biashara Kongo ni kitovu cha biashara sawa sawa. Uh, bahati nzuri kwenye utangulizi wako umetaja namna ambavyo mzozo huu umekuwa ni wa muda mrefu, na baadhi ya watu wameweka jitihada zao, lakini imeonekana kuna namna ya kukwama. Sasa, kwa kuzingatia mazingira hayo, ambayo Angola wamefanya, EAC wamefanya, SADC wamefanya, lakini sasa ni Qatar yeye pamoja na huo ushawishi ambao umeusema nao na uwekezaji anaofanya katika nchi zote mbili, ni njia gani ambazo unaona ni muhimu anafaa azipitie ili kuifikia hiyo ndoto ya kuhakikisha kwamba kweli kunakuwa na utulivu ambao unatamaniwa na watu wengi sana? Kwanza ni wanaita wa, wa, pragmatic diplomatic solution. Pragmatic solution maanake ni practical. Kwanza waasi wa M23 wanataka kuhakikishiwa usalama mara baada ya machafuko kuisha, serikali ya Rwanda inataka kuhakikishiwa usalama wake na serikali ya Kongo inataka kuwa na udhibiti wa mipaka yake. Kwao, njia ya kwanza ni lazima waasi wa M23 waorodheshe madai yao, tuyaangalia hayo madai yao yanatekelezeka kwa kiwango gani? Hilo la kwanza. Lakini la pili, madai ya Rwanda kuingia Kongo yanajulikana kwa mujibu wa Rwanda. Rwanda anasema yeye anaingia Kongo kwa sababu tatu: moja, kuwasaka waasi wa FDLL Interahamwe ambao walitoka Rwanda wakaenda Kongo mwaka 94 baada ya mauaji ya Kimbali. Lakini la pili anajaribu uh, kuangalia ni kwa namna gani anaweza akadhibiti uhalifu kwenye mpaka wa Kongo na Rwanda eneo la Rushuru. Kwa hiyo Rwanda anaamini kwamba ikiwa serikali ya Kongo itaendelea kukaa na maadui zake, hali yake ya usalama inakuwa ni, ni, ni hafifu kwao na Rwanda pia inabidi ahakikishie usalama wake, lakini mm, serikali ya Kongo ni lazima na yeye ihakikishe kwamba jeshi linakuwa lina nguvu na kudhibiti mipaka kwao. Ni, ni aina ya mazungumzo ambayo mwisho wa siku tutarejea katika ile mkataba wa mwaka 2009 tarehe 23 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na tisa ambapo waasi wa CNDP wakiongozwa na Laurent Nkunda Batwale, ambapo walifanya mkataba na rais wa Kongo kipindi cha Joseph Kabila. Makubaliano haya Benjamin William yalikuwepo, Benjamin William Mkapa mm, pamoja na Olusegun Obasanjo rais wa zamani wa Nigeria walikubaliana yafuatayo kwamba ili kuhakikisha usalama wa Kongo, mojawapo waasi wa CNDP wanabidi wapewe vyeo jeshini. Kwa hiyo na hati sasa hivi wanachokitaka wakina Bosco Ntaganda, Sultani Makenga, Jini Maria Rugegela pamoja na huyu uh, Sultani Cornelius Nangaa pamoja na viongozi wengine, wanachokitaka wakina Bertrand Bisimbo, wanachokitaka kwanza baadhi ya makamanda wa M23 warejeshwa jeshini lakini la pili, baadhi ya viongozi wao wengine wakubwa wa, wa kimila wapate heshima. Lakini serikali ya Kongo iheshimu hmm. haki za Banyamulenge, jamii ya Watusi wanaoishi jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo ambao wana asili ya Rwanda na Uganda, wapate hakikisho la kiusalama hmm. Wakati masharti kama haya yanawekwa, kumekuwa na shinikizo ambalo linamwandama Felix Tshisekedi kwamba anawezaje kukaa na watu ambao serikali ilishawaona kwamba ni waasi. Na kuna wakati tulikuwa tunamsikia hata mara kwa mara akizungumza, anasema akiambiwa kakae nawa jamaa mzungumza anasema hapana, mimi kukaa na waasi tena anaitwa magaidi sitakubali. mm. Lakini safari hii unaona Qatar anawaweka meza moja, na kuna vikao ambavyo vimeshaanza vya awali mm. unaona katika mazingira kama haya, ni kwa sasa inaweza kuwa ni rahisi kihivyo. Eh, kwa sababu hata Felix Tshisekedi mwenyewe ameshaiona nguvu ya jeshi lake la FARDC pamoja na askari wa kujitolea wanaitwa Mai Mai wazalendo, mm. Unaposikia neno wazalendo kule Kongo, mm. ni vikundi vya Mai Mai, ni vikundi vya wanamgambo ambao wana uzalendo na Kongo ambao wanashirikiana na jeshi la Kongo kuwapambana na waasi mm. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaona nguvu ya jeshi lake halina uwezo wa moja kwa moja kupambana na waasi wa M23 mm. Kwa ni, ni lazima arejee <laughs> al, kwenye a uh, kwenye meza ya mazungumzo ili kutafuta suluhisho la haraka bila hivyo eh, wanasema diplomacy is the best defend mm -hmm, is the best way to defend the country mm -hmm, and protect its interest. Kwa hiyo lazima arudi kwenye meza ya mazungumzo, lakini pia nani anamwambia afanye mazungumzo mm -hmm? Unajua, katika elimu ya kawaida huwezi kumfanyia jeuri mtu anayekudai <laughs> kipindi cha <laughs> unipolar world baada ya kutoka 1945 mpaka mwaka 90, mm, kulikuwa ni kipindi cha bipolar world. Mataifa mawili ndio yalikuwa na nguvu duniani yaani Umoja wa Nchi za Kisoviet, mm, USSR pamoja na Marekani, kwa watu waliamua, mm, kipindi hicho aidha ukakope pesa kwa Marekani ukutali na masharti ya kiliberali na mm, kibeberu au ukakope pesa kwa Umoja wa Nchi za Kisoviet uingie kwenye mfumo wa ujamaa ndio maana Ulaya Magharibi walichukua mkopo unaitwa Marshall Plan, wakati wale wa mashariki wakaingia kwenye mambo ya nani ya Comecon Pact au Molotov Plan kwao, lakini sasa hivi tuko kwenye kipindi cha multipolar world, kuna zaidi ya mataifa ishirini na mbili yana nguvu na ushawishi kuna Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, kuna Urusi tunakuja kuna India kuna China kuna Japani tunakuja kuna Saudi Arabia kuna Qatar kuna United Arab Emirate. Sasa hivi mpaka kuna, kuna, kuna, kuna Taiwani naye anajaribu kuonyesha makucha yake. Ukija Brazili anakopesha kwa Afrika, Moroko tumemwona naye amekuwa akikopesha. Kwahiyo sasa hivi kuna nafasi nyingi za kupata fursa za kiuchumi na kidiplomasia kwenye maeneo mengi. Kwahiyo Katari naye ana, ana nguvu kwa sababu mm -hmm. Hivi karibuni Kagame amewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya, na kwa mujibu wa taarifa za kiintelijensia nilizo nazo ni, ni kwamba sasahivi Kagame ameelekea uharabuni anajaribu kutafuta mikopo ambayo inariba nafuu. Waarabu wana tamaduni zao na wana desturi zao Ukitaka kufanya urafiki na nchi za Kiarabu, siku ya kwanza umeenda, unapeleka hata simba wawili, unampa zawadi, unamvuta diplomasi. Ninipe nikupe, uwezi kupata hivi hivyo, yeah. Ndio maana ukienda ikulu ya Qatar ya mfalme uh, kitapale ukuta kuna simba wanne watano wamemzunguka, kuna chui, ukienda Saudi Arabia, ukienda Dubai yeah. Ukienda Omani wale viongozi wa, wa, wanapenda kutembea na chui na simba na wanyama wengine. Wale wanyama wanatoka wapi? kwao unapeleka zawadi ili upate mkopo mm -hmm. Katika mazingira haya ambayo inaonekana uh, Rais Felix Tshisekedi anatafuta kila namna ili kuweka mazingira ya amani kwenye taifa lake, anafanya vikao hivyo na Qatar, lakini ukiacha mengine ambayo alikuwa ameshafanyika kwenye hizi jumuiya majirani zake, ambayo kama ameyaweka kando, tulimsikia pia akisema yupo tayari kuingia mkataba na Marekani wa maswala madini ili mali tu ahakikishiwa ulinzi Anatapatapa amani. Yuko katika njia sahihi, iko katika njia sahihi kwa sababu alishaona. Yani, unajua, mgogoro wote unapotokea lazima mfanye tathmini, hawa wako nyuma ya nani? Kwa sababu Felix Tshisekedi anajua Marekani wana nguvu na ushawishi katika taifa la Kongo kwa miaka mingi, kwa hiyo akifanya makubaliano ya amani na Marekani, hmm. ni rahisi Marekani kudhibiti makundi yote ya waasi yaliyo Kongo, kumba Marekani imekuja. Kwa hiyo Felix Tshisekedi anatafuta kila aina ya muarobaini ili kuhakikisha Kongo inakuwa na amani. Ni sawasawa sawa. Kuna bwana mmoja anaitwa uh, Laurent Desire Kabila alikuwa rais wa Kongo baada ya Mobutu, wanasema ni rais wa tatu wa Kongo kuanzia mwaka 1997 mpaka elfu mbili na moja ilivyouawa na yule bodigadi wake yule anaitwa Rashidi Kasekela yeah. Uh, masta kadogo au chadi soja. Laurent Kabila alianzisha kundi naitwa AFDL, kikundi la waasi la ukombozi wa Kongo toka mwaka sitini na sita alikuwa anapambana na Mobutu amtoe hadi mwaka tisini, ameshindwa. Kwa alivyokuwa Dar es Salaam, akatafuta mbinu ya aina yote, aidha ashirikiane na mtu sahihi au sio sahihi, madi amtoe Mobutu. Katika pita pita zake, ndipo akakutanishwa na Kagame na Museveni, ingawa watu walimwambia hawa watu na nao shirikia nao baadaye watakuja kuwa sumu, wakasema potelea mbali, lengo ni kuhakikisha kwamba namtoa Mobutu. Ni kweli, Rwanda akapewa kandarasi ya kuandaa askari, wadogo, wakubwa, wanawake, watoto, wakajumuisha jeshini Laurent Kabila akatokea Rwanda, anakwenda kumpindua Mobutu kwenye Operation Banya Mlenge. Alivyofanikiwa sasa, wale watu wakaanza kumgeuka na kumweka mtu kati, lakini alikuwa anatafuta mbinu yoyote. Kwa sasa hivi Felix Sekedi anatafuta mbinu, mbinu ya aina yote kuhakikisha kwamba hmm. Kongo inakuwa na amani hmm. na yeye anakuwa na udhibiti na taifa lake la Kongo hmm. kwa sababu mpaka sasa hivi inaonekana ni rais ambaye amefeli, ingawa na... hmm. anajaribu kurekebisha makosa ambayo yalifanywa na watangulizi wake hmm. anashindwa kwa sababu kilichofanyika ni jambo kubwa sana, na kujaribu kulimaliza ni ngumu. Na aliahidi kwenye kampeni zake kwamba miongoni mwa vipaumbele vyake ni kukabiliana na haya masuala ya, ya mashariki mwa mgogoro wa mashariki ya Kongo ni mgumu sana, si kwa watu wanavyoutazama hivi hmm. ni mgumu sana, ulishaharibika. Kuna sababu za kihistoria, hmm. kuna sababu za kikabila, kuna sababu za kiusalama Sa. kuna ushawishi wa mataifa ya nje nsababu ni nyingini ni nyingi. ni mgogoro ambao tusiutazame juujuu maana mm. umekuwa ni mguu miaka yote sawa. Sa. Lugete Musa Lugete ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Hii ni Chekeche tukiangalia mzozo wa DRC katika mazingira ya sasa, ambayo inaonekana Katal ndiye ameingiza miguu yote kutafuta amani ya kudumu katika taifa hilo. Tumejiuliza je, kwa nini yeye, na ndiye ambaye anaweza kawa ni kimbilio sahihi? Tutarejea katika sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha Chekeche. Nikushukuru sana kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho kipindi ni Chekeche. Mimi ni Raymond Nyimbehula. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ndio ambayo tumeiweka mezani, tukiangalia mwendelezo wa jitihada mbalimbali zinazofanywa za kutafuta amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa taifa hilo, ambako kumekuwa na machafuko yasiyoisha kwa muda mrefu sasa. Wakati huo wa ambapo jitihada hizo zinafanyika, kuna ripoti mbalimbali zinatoka za ukiukwaji wa haki za binadamu katika mazingira ambayo yanazua maswali kutokana na vitu ambavyo vinaendelea. Hebu tuangalie taarifa hii, aftarejia hapa Mashariki mwa DRC hali bado tete, wakazi wakiendelea kukimbia na kutafuta maeneo salama ili kujinusuru na madhila wanayopitia. Wanaokimbia kwa wingi ni wanawake na watoto ambao ndio wamekuwa waathiriwa wakubwa wa machafuko yanayozingira eneo hilo. Wanawake wanaokimbia wanabainisha shida wanazokumbana nazo, ikiwemo kukimbiwa na waume zao na kuachwa wapweke na watoto wajane ba, ba, wanaume walikufa sana ni kushikaza kusaidia wajane na mayatima Shu, ba bamingi walipoteza wazazi bamingi walipoteza wanaume na nai kanye tulipata mabombe kulungusa manyumba maini zaidi kwanja tungepata amani kupitia kawaida tuliendaka mshamba mshamba tuleza profite sasa tunafanya vingine vya kuwezekana Wakati ghasia na machafuko yakiendelea, ndipo UNICEF ikalazimika kuingia kazini kwa ajili ya kufanya utafiti na sasa wanaonyesha usalama wa watoto hupo matatani. Uwiano wa ukatili wa kijinsia kwa watoto haukuwa mkubwa sana, ripoti za awali zinaonyesha watoto kati ya asilimia 35 hadi ya 45 ya, ya kesi karibu elfu kumi za ubakaji na ukatili wa kijinsia umeripotiwa katika kipindi cha Januari na Februari mwaka huu. Kwa ufupi, kulingana na takwimu za sasa, kwa kipindi hiki cha machafuko ya mashariki mwa DRC, mtoto mmoja anabakwa kwenye kila nusu saa. Wananchi wa mashariki wakiendelea kupitia magumu ya vita, huko makao makuu Kinshasa kwenye mafuriko yamezua kizaazaa, huku watu wakikimbia makazi yao na kupata hifadhi za muda kwenye maeneo mbalimbali mbali. Haya yote yangali yakiendelea kipindi hiki, ujumbe wa serikali na ule wa kundi la M23 ukiwa Doha kwa ajili ya mazungumzo ya kumaliza machafuko yanayoendelea na kusababisha vifo vya wengi. Mazungumzo yenyewe imelazimika kusogezwa mbele baada ya hapo awali kupangwa kufanyika tarehe tisa, lakini baada ya kutokea kutokuelewana kwa pande hizo mbili. Lakini sasa hali ya mambo imeshawekwa sawa na wapo tayari kwa ajili ya meza ya mazungumzo. Nurdin Selemani, Azam News. Hiyo ndio hali halisi ya kinachoendelea huko nchini DRC. Uchambuzi huu tunaofanya tukiwa na Lugete Musa Lugete, yeye ni mchambuzi wa siasa za maziwa makuu. Uh, mwanzoni umezungumza namna ambavyo rais Tshisekedi hana namna na ndio maana anatafuta kila mbinu ili kuhakikisha kwamba nchi yake inatulia, na tumewasikia baadhi ya wa wakongomani hapa wakisema, kwa sehemu kubwa wenyewe wanataka kuona amani kuhaya, na si machafuko haya na matukio kama haya ambayo yanaripotiwa na mashirika makubwa ya kimataifa hapa duniani. Katika mazingira haya pia kuna ambao wanamwambia Tshisekedi pamoja na mbinu zote anazozifanya za kutafuta amani, lakini asiwaweke kando sana majirani zake, ikiwemo jumuiya hizi ambazo zimeonyesha kila namna zinataka kumshika mkono katika kuifikia hiyo amani, EAC pamoja na SADC. Wachambuzi mnasema nini? ah, ni kweli kwa sababu majirani zamani tulivyokuwa hapa tulisema, hmm, mgogoro wa Kongo lazima wahusika wote wawe pamoja kwa okay, sababu e, unapoenda kufanya Qatar, uh, hmm, unatafuta suluhisho la, la muda mfupi, si la muda mrefu la mgogoro wa Kongo majirani wa Kongo ambao ni East African Community na SADC mm, moja kwa moja wana mchango mkubwa katika kuleta amani Kongo, kwa sababu ndio wanajua. Nitakupa mfano. Mm, nchi zenye bandari ambazo zinazunguka Kongo ni mbili tu, ni sisi Tanzania na Kenya. Kule Kongo kuna eneo dogo tu, mto Kongo unaingia, kuna eneo kama la mita la kilomita kama 25 ndio ndo kuna mto Kongo unapoingia, ndo kuna bahari ya Atlantic ambayo ile haitumiki, meli kubwa haziingii kwa hiyo kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC wakishirikiana na Kongo vizuri ambapo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Rwanda yumo, kwa hiyo wakishirikiana na Kongo vizuri ni rahisi kupata suluhisho la kudumu la mgogoro wa Kongo hmm. lakini kama uh, waasi wa M23, serikali ya Kongo pamoja na Rwanda wakadharau mchango wa SADC na EAC, kitakachokwenda kutokea Katari hmm. itakuwa ni kuzima moto nitakuwa ni suluhisho la muda mfupi, lakini baadae, baada ya mwaka miaka miwili, utashangaa tatizo limerudi tena pale pale, kwa sababu inavyoonekana ni kwamba kuna hali ya kutoaminiana hmm, na kutoelewana kati ya serikali waasi wa M23 na Rwanda. Ntakupa mfano mmoja, kuna wilaya moja inaitwa Walikale. Waasi hmm, wa M23 waliuzingira mji wa Walikale, baadae wakatuma ujumbe kwa serikali, tutakuwa hapa Walikale serikali ilichokifanya ikawazunguka ikawatuma maimai wazalendo na wanajeshi wa fadi wakaenda kushambulia lile eneo. Wakati huo huo wale waasi wa asi wa M23 wanajificha kwenye majumba ya watu, kwahiyo wanajificha kwenye majumba ya watu na sehemu zingine ambazo si rahisi kushambulia. Ukishambulia maeneo hayo tayari ripoti inasema umekiuka haki za binadamu. Kwa hiyo kuna hali ya kutoaminiana, na ndiyo maana hawa waasi wa emu ishirini na tatu wanataka waingie kwenye meza ya mazungumzo wakiwa na kitu mkononi, kwa maana ya kwamba wanaingia kwenye meza ya mazungumzo wakiwa wana nguvu, kwamba kuna maeneo wameshikilia, wana nguvu yao na wana nguvu yao kwa maana ya kwamba na, na wenyewe madai yao yaweze kuwa na mashiko kwenye meza ya mazungumzo, hmm. Ikiwa waasi watakwenda kwenye mazungumzo hawana kitu wanachokishikilia, wataumizwa tu hmm nyewe wanaenda kwa tahadhari wanakwenda kwa tahadhari, mm. Hata anayewatuma wa, hata mataifa ambayo yako nyuma ya M23 wanasema huu sio muda mwafaka kwenda kwenye mazungumzo, mtaumizwa, hamtapata haki zenu za msingi kwa sababu hakuna mnachoshikilia, mm. Kwa nini serikali ya Sudani, nakuhamisha kidogo ya Bwana Abdul Fatah El Burhani kiongozi wa kijeshi wa Sudani na yule waziri mkuu wa mpito Bwana Abdallah Hamduk walikuwa wanakataa mazungumzo na wanamgambo wa RSF, kipindi ambacho RSF walikuwa wakishikilia maeneo muhimu lakini, walivyowanyang'anya maeneo muhimu sasa hivi wanataka mazungumzo. Kwa sababu kwa sababu gani? Watawashinda, wamewanyang'anya Khartoum, wamewanyang'anya Ikulu na maeneo yetu ya mkakati. RSF imeshindwa sasa hivi na udhibiti wa asilimia sita tu ya maeneo ya Sudan. mm -hmm. Lakini hapo nyuma, miezi saba nyuma, walikuwa na udhibiti wa asilimia thelathini na tano, lakini sasa hivi hawana udhibiti. Kwa hiyo sasa hivi serikali inasema tupo tayari kwa mazungumzo, sasa tayari wamesha wanyanganya, wamesha wanyanganya. Tuna dakika moja ya kumalizia. Unatamani kuona nini kinafanyika ili tumalize mjadala huu ili kuweza kupata suluhisho la kudumu la Kongo? Kwanza, Felix Tshisekedi na jeshi la Kongo mm -hmm. wapunguze mashambulizi ambayo hayana tija kwenye maeneo ambayo yanashikiliwa na M23, kwa sababu kufanya hivyo ni kuendelea kuchochea moto ni kuendelea kutia mafuta ya petroli mm, ndani ya moto. Ukisema una uzima, kumbe hau uzimi. Lakini la pili, lakini la pili, waasi wa M23 wanapaswa kuheshimu sheria za kimataifa yani Geneva Conventions za mwaka 1949, mm, hawataki kujificha kwenye makazi ya watu, kwa sababu wanajeshi wa Kongo wanapokuja kushambulia hawashambuli, hawajui hapa anakaa Juma, hapa anakaa Abdalla, hapa anakaa Amina. Mm, ndio maana sasa hivi tangu mgogoro huu umeanza, zaidi ya watu 1900 wamefariki kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, na zaidi ya watu laki moja wamekimbia na wengi wao wamekimbilia Burundi, mm kwa hiyo sasa inabidi waasi ashto wa waheshimu sheria za kimataifa serikali ya Kongo lazima itumie busara zaidi kuliko kulipa visasi mm -hmm. Lakini Jumuia ya Afrika Mashariki na Sadeki zisichoki kuendelea mm -hmm. A, kufuatilia amani ya kudumu, kwa sababu tunachotakiwa kufanya ni biashara ya Kongo ni lazima ifanyike, kwa sababu Kongo mm -hmm. inategemea bandari ya Tanzania kwao hata Kongo ikiendelea kuwa na machafuko, biashara za Tanzania zitakufa na tutakosa mapato mengi sana. Kwa hiyo ni muhimu Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kuendelea kufuatilia mchakato wa amani nchini Kongo, ili kulinda maslahi ya Tanzania nchini Kongo na maslahi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki mm. nchini Kongo, kwa sababu Kongo ni kitovu kikuu cha biashara. Unapeleka mchele Kongo, unarudi na kopa, unafanya biashara tumeshuhudia madereva wa Tanzania wenye malori kule Kongo wamekuwa wakishambuliwa wakipeleka mchele wa na nyang'anyo, baadaye wakirudi, wanarudi na kopa na mchanga mwingine wa madini. Kwa Kongo ni uchu, ina uchumi mkubwa, inabidi tukupigania amani ya Kongo ili kila mmoja afaidike. Ile reli yetu ya SGR, kama Kongo hakutakuwa na amani itakuwa ni, ni, ni dead Itakuwa uh, ni mali ambayo anajiendesha kwa hasara, inategemea amani ya Kongo, mm. Hii ushoroba wakati kupeleka mizigo, kupeleka mizigo. Mm, ndiyo. Kwa hiyo Kongo ni lazima iwe na amani ili biashara, siasa, uchumi na mambo mengine yaweze kufanyika. A, nikushukuru sana Rugete. Asante sana Lugete kwa uchambuzi wa kipindi hiki. Huyu ni Lugete Musa Lugete, yani mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, na tumeangalia DRC na harakati zote zinazoendelea kufanywa za kuhakikisha kwamba nchi hiyo inakuwa na amani ya kudumu. Hivi sasa mkono mkubwa unatazamwa wa Qatar, lakini tumemsikia Lugete anasema kwamba pamoja na jitihada hizo na mbindu zinazofanywa na Rais Tshisekedi asisahau majirani zake. Ndicho ambacho pengine kinatajwa na wengi ili kuona kweli kuna amani na wale wananchi wanakaa katika hali ya utulivu. Mimi ni Raymond Nyamwehula, asante sana kwa kuwa nasi katika Chekeche hii, tukutane kwenye uchambuzi mwingine wa mbali inayoendelea kwenye siasa za kimataifa.